Meya, tunashukuru kwa kuikikia wito kwa kuja kijiwe hiki. Meya, tunashukuru, wewe ni mtu wa watu, wewe ni mtu ambaye unasikiliza watu, anayeumwa tunamchangia, tunaomba kama ulivyofanya sehemu nyingine na sisi tukufanyie hivyo. Kufuatia juhudi anazofanya Meya wa jiji la Arusha Mheshimiwa Maxmillian Matle Iranqhe za maboresho ya vijiwe vya kahawa jijini hapa wadau wa kahawa katika maeneo ya Noble House, kijiwe kongwe cha kahawa kilichopo stendi ya magari ya Mbulu zamani, wadau wa kusafisha na kupaka rangi katika maeneo ya msikiti wa Shia Metropole, na kijiwe cha kahawa kwa kichuya St. Theresia wamemwomba meya wa jiji la Arusha vijiwe vyao vifanyiwe maboresho na kuendana na hadhi ya jiji la Arusha kitovu cha utalii hapa nchini, na wakitolea mfano wa kijiwe mojawapo kilichopo soko kuu la Arusha kilichoboreshwa katika mpango huo wa meya wa jiji. Aidha, wadau hawa wametoa changamoto mbalimbali mbali ambazo wanakumbana nazo pindi wakiendelea na shughuli zao za kutengeneza kahawa. Mojawapo ni kipindi cha mvua wanakosa wateja, lakini changamoto nyingine ni kwamba mazingira wanaofanya kazi si urafiki rafiki kwa wanywaji wa kahawa ama kwa wadau wa kahawa wamesema kwani wakati mwingine wamekuwa wakipokea mpaka wageni kwa maana ya watalii wazungu wanaofika maeneo hayo na kutaka kahawa original ya Kitanzania, hivyo kutokana na mazingira duni wanashindwa kuhudumia. Changamoto nyingine ambayo imejitokeza hasa katika eneo la kwa kichuya hapa maeneo ya St. Theresia ni changamoto ya eneo hili kutokuwa na sehemu ya maliwato wadau na wateja, lakini wote wanaofika katika eneo hilo kujipatia huduma ya kahawa wanakosa maeneo ya kujisitiri, kitendo ambacho kimeendelea kuwasumbua watengeneza kahawa na wadau wa kahawa kuendelea kuenjoy katika mazingira ya jiji hili la kitalii. Kwa hivyo wamewasilisha maombi haya kwa Mheshimiwa meya ili zifanyiwe utatuzi na Mheshimiwa meya baada ya kufika katika maeneo haya, hatimaye akapokea kero hizo na kuahidi kuwa jiji la Arusha liko pamoja na wao. Kazi nzuri ambazo wanafanya ndani ya jiji, tumeona maboresho pakini, tumeona hata changamoto ile pale imeweza kutatulika kulingana na kazi yako nzuri, na pia tumeona soko kuu umeweza kuboresha, eneo lile la kahawa limekuwa la kistaarabu, hususan jiji li letu linataka kuwa la, la kisasa. Tunakushukuru sana. Karibu sana. Nadhani bango letu kama hivyo unavyoliona na okay, uhitaji wetu sisi kama wadau wa hapa ni eneo ambalo linahitaji mama, ili limetolewa kwa ajili ya eneo lile pale lilikuwa linafanyiwa ujenzi, bila bado tuna uhitaji kukuomba kama mheshimiwa, uweze <coughs> kutuboreshea eneo letu kama ulivyoboresha kama, kama ile iliyokuwepo. Moja ni kwamba utakuta sehemu ambayo kama jinsi ya kuboresha kama ulivyofanya sehemu nyingine. Changamoto yetu na ombi letu kwako ni kwamba tunaomba kama ulivyofanya sehemu nyingine, na sisi tukufanyie hivyo kwa sababu tumeona kazi tunazozifanya meya, tunashukuru kwa kuitikia wito kwa kuja kijio hiki. Meya, tunashukuru wewe ni mtu wa watu, wewe ni mtu ambaye unasikiliza watu. Meya, changamoto ambayo tulionayo sisi watu wa mkoa wa Arusha wa apena michezo, kwanza, hatuna timu ambayo inacheza mpira ligi kuu. Meya, tungekuomba ufanye juu chini ili tupate timu ambayo inacheza mpira ligi kuu, ingetusaidia sana. Jambo la pili, sisi wana sisi wana nguvu moja Usafiri, hatuna usafiri yani, hatuna gari wakati tunaenda kuangalia timu labda kama yange akienda, labda watu watu watu tunapata changamoto sana, na hiyo, tukikuwa na usafiri wa kwetu hapa ingetusaidia sana. Ni hayo kama tu mea, kahawa kama kahawa ikiboreshwa, kwa sababu utanufaika wengi, na, na wazungu wanakunywa kahawa yako, wanakunywa sana, wanakaa hapa, wanakaa wanakunywa, nafadha hapa eh, kama kawaida kwa hiyo unafikiri hapa pakiwekwa paa nzuri. Eh, safi kabisa. Flow nzuri, biashara yenu itakuwa. Safi kabisa. Itakuwa nzuri eh? Safi kabisa. Na changamoto nyingine ambazo mheshimiwa tunayo sisi hapa. Choo. Choo ndio hatuna. Hapa mnatumia choo hey, cha nani? Yaani tunaenda polisi mesi. Tunaenda kanisani. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Aha. Na sehemu za kuunganisha labda zipo. Maji taka yanapita wapi hapa? Yanapita pale chini hapo. Kwa hiyo ni kushusha tu. Kushusha tu hapo maji. Choo inaweza kupatikana kwa pale. Alafu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi mwenyekiti, mimi ni washukuru kwa mwaliko huu, lakini niwahakishie jiji lenu la Arusha liko pamoja na nyie. Mimi niseme ni jambo moja, lengo la jiji ni kuangalia vijue kama hivi vio kwenye mazingira bora, na mazingira bora ni pamoja na kutengeneza structure au, au, au, au kajengo ambako kanaweza kakawaweka watu katika mazingira safi na salama. Kahawa hii mnayokunywa nyinyi haina tofauti na kahawa inayonywa kwenye jiji la London, haina tofauti na kahawa inayonywa kwenye jiji la New York. Tena, na sijajua imekuwaje hata vikombe ni hivi. Kwa hiyo ni kitu ambacho inaendelea kwenye majiji makubwa duniani, lakini wao tofauti yao na sisi, vijio vyao vimeboreshwa navitakaa sehemu kama hii. Kwa hiyo jiji la Arusha hili limeliona, tumeanza pale soko kuu na tutaendelea kufanya maboresho kwenye maeneo tofauti tofauti, nafikiri break ya pili ni hapa kwenu, asante sana. Na ni wakati wowote kuanzia sasa, tunachotaka tunataka vijiwe hivi viweze kutoa huduma sio tu kwa wanachama wa kijiwe hiki, bali kwa watalii wanaokuja katika jiji letu la Arusha asante sana. Nataka siku nyingine aje mzungu hapa, naye anywe kahawa hii, maki wanaipenda sana lakini akija mzungu hapa, thamani ya kahawa hii haitakuwa tena hii ya shilingi mia au mia mbili inaweza kuwa mpaka 500 au hata dola moja si ndio maana yake muuza kahawa atakuwa ameboreshewa maisha yake lakini nyinyi ambao mnakunywa kahawa hii pia mmekunywa kahawa kwenye sehemu safi na jambo la tatu muuza kahawa tungetegemea tumone akiwa kama chef wale wa mahoteli ya kitalii avae ile kofia ya chef avae na hapo napendeze lakini kama kuna kijio cha, cha kupiga shoe shine pia na hiyo ifaya nini iboreshwe kwa ujumla Tunatamani sana kuona mandhari na uso wa jiji la Arusha unabadilika, kwa sababu huu ni mji wa kitalii. Sasa mji wa kitalii hapa ni katikati ya mji, lazima pawe nini, panapendeza. Kwa hiyo hiki kitaboreshwa, nimeshaongea na wadau ambao watafanya kazi hii. Nafikiri ni swala tu la kumaliza ujenzi hapa, alafu waende. Kuna rafiki yangu aliuliza issue ya timu ya mpira wa miguu jiji la Arusha. Tuko kwenye mchakato wa kujenga uwanja wa jiji kule eneo la Bondeni, sio ule uwanja. Ule ukikamilika ni lengo letu kwamba tununue timu ya Premier League ije ilete mechi hapa Arusha. Kwa hiyo mtapokea washabiki na timu ya Yanga, mtapokea Simba, mtapokea Azam, mtapokea timu zote. Kwa hiyo mimi naomba nilipokee hilo, lakini jambo langu la mwisho muiunge mkono serikali. Serikali inafanya kazi kubwa sana. Serikali ya Dr. Samia <coughs> inafanya kazi kubwa sana, lakini mkoa Arusha chini ya Paul Christian Makonda naye kazi inaendelea kama mnavyoona. Kwa hiyo tuunge mkono viongozi wote wa serikali, tuisemee serikali vizuri niwaombe. Na jambo la mwisho kabisa, matumizi ya nguvu kwenye kudai haki, nimeona wananchi wanafunga barabara maeneo tofauti tofauti, wananchi wanaandamana, sio sahihi. Naombeni kama kuna mbona, nyinyi hamjaandamana, mmekuja kistaarabu, si ndiyo? Mngefunga hii barabara, tunadai haki ya kahawa, ni vigumu sometimes kusikiliza. Kwa hiyo kufanya maandamano bila utaratibu bila vibali ni uvunjifu wa nini wa amani. Kwa hiyo waambeni wenzenu wasifanye maandamano, hata kama kuna changamoto ya namna gani. Kwa mfano sasa hivi ni kipindi cha mvua, kipindi cha mvua, barabara kuharibika ni jambo la kawaida. Sasa iacheni serikali ifanye sehemu yake, msifanye, mnahatarisha maisha maake. Madhara ya maandamano ni pamoja na nyinyi wenyewe kwa wenyewe, mnaandamana kuumizana. Sasa hatutegemei na hatuamini kama kwa kuumizana ndio mmetatua tatizo. Kwa hiyo, ndugu zangu, mimi niwaombe, lindeni amani tulionayo lindeni heshima tulio nayo, lindeni utalii tulionao. Bahati mbaya sana dunia sasa hivi imekuwa kijiji, kupitia mitandao ya simu tukio linalotokea leo hapa Arusha kuonekana jiji la New York ni jambo dogo sana, kuonekana jiji la Tokyo ni jambo dogo sana. Sasa inapofika mahali mtalii aliyekuwa anataka kuja Arusha anapoona kuna maandamano mefunga barabara unafikiri atakuja? Hawezi kuja. Kwa hiyo maana yake tunaharibu uchumi wa mkoa wetu. Niwaombe sana serikali itafanya sehemu yake na nyinyi saidieni kufanya sehemu yenu. Ndugu zangu, mimi nawashukuru sana. Nilitamani nikae na nyinyi muda mrefu, lakini kwa bahati mbaya sasa ratiba yangu ni ndefu. Itoshe tu kusema jambo lenu nimelipokea na litafanywa kazi kwa wakati. Asanteni sana.